Namna moja kwa moja, mimi nakunjua jamvi hili na taarifa kutokea kaunti ya Kakamega ambapo mke wa gavana wa kaunti ya Kakamega Janet Barasa amekamilisha awamu ya mwisho ya kupeana kuku kwa wakina mama wajane kaunti hiyo kama njia mojawapo ya kuwawezesha kujiendeleza kimaisha na pia kuwanufaisha katika juhudi za kuimarisha kilimo endelevu. Kwa mengi zaidi, nampisha mwanahabari wetu Janet Okumo. Akizungumza katika eneo bunge la Matungu kaunti ya Kakamega, mkewe gavana amesisitiza umuhimu wa kina mama kujiunga na vikundi mbalimbali vitakavyowawezesha kujiinua kimapato. Aidha, amewakumbusha kina mama hao kuwa kutokuwepo kwa wazee wao sio mwisho wa maisha. hawa ni wamama wajane na tumekusanyika hapa leo ili niweze kuwapatia mradi wa kuku. Huu ni mradi ambao nimeanzisha kama first lady ili niweze kuwasaidia hakina mama waweze kujiendeleza kimaisha, uh, economically. Um, giving them three uh, kuku watatu ili hawa mama waweze kupata mayai kwa hawa kuku, waweze kupata nyama, waweze pia kupata pesa kutokana na hawa kuku kwa kuuza mayai, kwa kuuza vifaranga, ili waweze kujiendeleza kimaisha. Uh, vile vile ninapowapatia hizi kuku ni pia nimewahimiza, wajiunge katika vyama vyama vya wamama wajane, na watakapokuwa katika hivi vyama vya wamama wajane, tutaweza kuwasaidia kuwaendeleza katika table banking and merry go round. Hivi ni kuhakikisha kwamba hawa mama wa matungu wanaji wanajimudu na wanajitegemea. Vilevile, mkewe Barasa amewahamasisha kina mama hao umuhimu wa kujiandikisha kwa bima ya matibabu ya SHA kama njia moja ya kupata huduma bora za matibabu hospitalini. Niwaongelesha juu ya mambo ya SHA registration ili waweze kujiandikisha kwa mpango wa SHA ili waweze kupata matibabu bila shida. Aidha, kutokana na idadi kubwa ya mimba za utotoni kaunti ya Kakamega, mkewe gavana amesema ipo haja ya kuelimisha wasichana wadogo juu ya athari za mimba za utotoni. kubaliana kwamba tutashirikiana kama kina mama tupunguze visa vya mimba za mapema. Bila mbavyo mnajua kazi yangu imekuwa ku To stop teen pregnancy. Kina mama hao wakiongozwa na Josephine Okola wamemshukuru mkewe gavana kwa kuwashika mkono na kuwepo kwa ustawi wao na kuahidi kuendeleza kikundi hicho ili kizae matunda zaidi. la, juu ya Mungu ambaye ametenda siku ya leo tukajiunga kwa boma la B. Janet Barasa Foundation kwa ajili ya wamama wa, wa Janet yenyewe, Janet yenyewe nampongeza sana huyu mama Janet kwa kazi ambayo anafanya na our governor Fernandis Barasa sana, yeah. Ilikuwa tumesauliwa hatukuwa tunatambulikana hata mahali popote, hatu wa mama wajane aswasana sana, ametuelekeza jinsi tunavyofuga kuku ili tuweze kujimudu na maisha na tulee watoto wetu. Janet Okumo, TV Magharibi.